Shambani tulianza na nguruwe watatu majike, walikuja akiwa na miezi mitatu. Leo tarehe tisa mwezi wa tisa wamezaa kuja kuzalisha. Huyu hapa, huyu amezaa watoto saba amezaa watoto saba, wa saba. Lakini huyu mwingine hapa, anakaribia naye kuzaa ndani ya hizi siku mbili mwezi huu wa tisa ni atakuwa amezaa nguruwe wa pili. Nguruwe wetu wa tatu yeye alizaa jana tarehe nane mwezi wa tisa. Huyu hapa, huyu alizaa watoto wangapi? Jumla watoto watano. Bahati mbaya wawili alikuwa amefariki wakati ambao sikuwepo. Kuwepo alizaa jana wawili walikuwa wamefariki kwa mabaki watatu. Na dume wetu waliotumika kwa ajili ya kupandisha, dume jamii ya PT, hiyo hapa PT. PT dume mzuri kabisa kwa ajili ya mbegu pia.